Tunavuma kwa kishindo. Waandishi wa habari kadhaa wamepigwa kukamatwa na vifaa vyao kuharibiwa na vikosi vya usalama walipokuwa kiripoti uchaguzi mdogo uliogubikwa na ghasia. Hii leo, viongozi wa mashirika ya wanahabari nchini pamoja na wamiliki wa vyombo vya habari wamelaani vitendo hivyo, wakitaka serikali iwajibike kwa hujuma, hasara na udhalilishaji uliotekelezwa na vyombo vya usalama. Baadhi ya wadau wanadai kuwa hujuma hizi dhidi ya wanahabari huenda zimechochewa na mkuu wa majeshi Jenerali Muozi Kainerugaba, ambaye ni mwanaye Rais Yoweri Museveni. Mwandishi wetu Lubege Emmanuel anatuletea ripoti hii kutoka Kampala vurugu na rabsha hizo katika uchaguzi mdogo eneo bunge la mitaa ya Kawembe ya Kaskazini zimeendelea kushuhudiwa tangu tarehe ishirini na sita Februari, siku ambayo uteuzi wa wagombea ulifanyika kujaza nafasi iliyoachwa na mbunge wa chama kikuu cha upinzani National Unity Platform NUP, kinachoongozwa na Robert chagulanyi maarufu kama Bobby Wine. Leo siku ya kupiga kura, wanahabari walitarajia utulivu hasa baada ya polisi na taasisi za serikali ikiwemo bunge kulaani vikali machafuko yaliyojitokeza wakati wa kampeni. Hata hivyo, wanajeshi na polisi walivamia mitaa wakiwa na silaha nzito na kuwaamuru wanahabari kutonasa matukio yoyote. Wanahabari waliposisitiza kuwa walikuwa wakitekeleza majukumu yao, mabishano yaliibuka na askari wakaanza kuwapiga, kuharibu vifaa vyao na hata kutoa baadhi yake Baadhi ya waandishi walioponea walielezea madhila waliyopitia esimu... wamenipiga hii kamera wameivunja, na wamepora simu yangu nyingine. wenzetu admitted... wamecharazwa na wamelazwa hospitalini baada ya kuwanasa watu wakifanya udanganyifu wa waziwazi katika zoezi la kupiga kura. Hali hii imewafanya waandishi watatu kutoweka bila ya kujulikana waliko hadi wakati wa kuandaa ripoti hii. Picha zilizosambazwa mitandaoni zinaonyesha wanahabari waliovunjika mifupa na waliojeruhiwa wakikimbizwa hospitalini. Mkurugenzi wa mtandao wa haki za wanahabari Uganda, Robert Sempala, ameeleza DW kuwa ni jaribio la kukiuka haki za binadamu na kudhoofisha demokrasia nchini humo a Border with... Tunashuhudia hila za waziwazi za wanajeshi walio kwenye pikipiki wakiwashambulia wanahabari. Kwa sasa wengi wamejeruhiwa na wengine waliokamatwa hawajulikani waliko. Hii ni siku ya giza kwa demokrasia. It's a dark day to our democracy. Sempala amewataka wamiliki wa vyombo vya habari kupitia shirikisho la kitaifa la watangazaji NAB kuisusia serikali kutokana na vitendo hivi. Ametishia kuhamasisha mgomo wa wanahabari ikiwa serikali haitashughulikia swala hili kwa dharura. Wadadisi wa masuala ya kisiasa wanahoji kuwa ghasia hizi ni kielelezo cha hila zinazoweza kufanyika katika uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili ishirini na sita. Hofu hii imechochewa zaidi na ujumbe wa jenerali Mhozi Kainerugaba aliyeuchapisha kwenye ukurasa wake wa X zamani Twitter, akiwapongeza wale wanaowashambulia wanahabari na wafuasi wa upinzani. Hali imezidi kuzua wasiwasi miongoni mwa waandishi wa habari, hasa baada ya msemaji wa jeshi, Brigedia Jenerali Felix Kulaije, aliyekuwa amelaani vitendo hivi, kusukuma likizo ya siku thelathini. Nafasi yake kwa sasa inakaimiwa na Kanali Chris Magezi, msaidizi mkuu wa kijeshi wa mkuu wa majeshi Lubegi Emanuel. DW, Kampala.